Bana hii ni dira ya habari na Mbuyuni TV. Mimi naitwa Friday Mwangomare Kilanja Wazam. Jeshi la polisi jijini Dar es Salaam limewakamata watu watatu kufuatia vurugu zilizozuka baada ya watu wasiojulikana kushambulia mabasi endayo haraka almaarufu kama mwendo kasi. Taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari inaeleza kuwa watu hao wanaendelea kuhojiwa huku chanzo cha matukio hayo kikifuatiliwa kwa kina zaidi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watuhumiwa wengine waliohusika na tukio hilo wanatafutwa. Hivi karibuni njia hiyo ya usafiri inayotegemewa na maelfu ya wakazi wa jiji hilo kubwa zaidi nchini Tanzania imekumbwa na malalamiko ya wananchi kutokana na uhaba wa mabasi ikilinganishwa na idadi ya abiria. Hata hivyo, Jumatano asubuhi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Arubati Charamila alifanya ziara ya kushtukiza katika kituo kikuu cha mabasi ya mwendo kasi na kuomba radhi watumiaji wa usafiri huo na kuwataka kuwa na subira wakati serikali ikiendelea na mipango ya kutatua adha walizopitia kuongezeka idadi ya mabasi. Eh bana, mimi naitwa Frede Mongomari. Maoni yako ni muhimu kabisa, tusogezee hapo tapata wasaa nami wa kupita nazo jumbe zako ambazo tutakuwa tumetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok na YouTube channel kwa kuandika Mbuyuni TV. Mimi naitwa Frede Mongomari, kilanjawasam, endelea kubaki nasi.